Jifunze kutumia akili badala ya nguvu. Nguvu zinaisha, akili haziishi. Wanaotumia akili ni wachache sana hapa duniani, wengi wanatumia nguvu na hisia. Ndio maana maisha ni magumu kwa wengi na mepesi kwa wachache. Unajua ni kwa nini? Ni kwa sababu hard workers die poor, smart workers die rich. Mwenye akili hatumii nguvu. Kula kazi kwako weye, endelea kuwekeza kwenye nguvu, siku zikiisha tusisumbuane uzeeni. Kumbuka, uzeeni tunaishiwa nguvu ya kufanya kazi na si nguvu ya kula. Uzeeni tunakula bila kufanya kazi. Sasa unataka ule vya nani? Vya watoto wako. Tumewaona watoto kibao wameshindwa kuwalisha wazazi wao. Wewe ni nani hali wakulishe? Wekeza kwenye akili ufe unakula. Anyway, ziwacha ni